Kuhusiana na Jaji Warioba, kwanza ni kiongozi wetu mstaafu wa serikali, na alikutana na tume kama ambavyo unasema, lakini pia alikutana na mheshimiwa rais ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Na baada ya pale alikwenda kuzungumza na vyombo vya habari baada ya kufanyiwa, nafikiri, mahojiano. Sasa unaniuliza kwamba umesema kama chama ni nini msimamo wetu. Sisi, sisi, sisi msimamo wetu ni kuleta maendeleo kwa wananchi kwa sababu huo ndio wajibu wetu kama chama. Wajibu wetu mkubwa ni kuhakikisha chama kinaenda kuleta maendeleo kwa umma kupitia serikali yake, na chama chetu cha Mapinduzi ambacho ni chama cha Watanzania wote huwa hakijadili watu, sisi tunajadili hoja na mambo ya msingi. Kwa hiyo kwa mzee wetu mzee Warioba, tunachoweza kusema au ninachoweza kusema kama msemaji wa chama moja, tunamheshimu, lakini pili, astaafu vizuri. Astaafu vizuri kama ambavyo wastaafu wengine wamestaafu vizuri. Tulikuwa na waziri mkuu mstaafu e, Mheshimiwa Msuya, sijui kama amewahi kufanya naye mahojiano yoyote. Amemaliza kazi yake, ameacha wengine waendelee na nini na kazi na utaratibu wa viongozi. Hata mzee Jakaya anamnukuu, aliwahi kusema siku moja kwamba yeye akiwa rais mzee Mkapa alikuwa anakwenda Ikulu bila hata kupiga nini hodi, anaenda na anamshauri. Sasa unaweza ukastaajabu kwamba mheshimiwa Warioba amekutana na rais, siku nne hazijapita, yupo tena mtandaoni. Sasa inasikitisha kidogo, lakini tunachomwomba kwamba astaafu vizuri, aendelee kupumzika lakini asiwe na chuki kwa viongozi waliopo, kwa sababu ana uwezo wa kushauri na kufika katika mamlaka husika na kuweza kuishauri kwa hekima kuliko kwenda kulalamika kwenye mitandao, kwa sababu kiongozi, unapolalamika kila siku mtandaoni, sasa unakuwa na maswali mengi. Kuna hoja moja alizungumza, mfano kwamba polisi walimsimamisha wakamwambia nini. Si tunajua mstaafu yoyote, hata mzee JK mfano, akipita na gari ana escort hakuna polisi anaweza kusimamisha huo msafara. Sasa nyinyi mnaweza mkajua ni kweli alisimamishwa au hakusimamishwa? Mimi nisiongee zaidi, lakini tunamwomba tu, kuna mheshimu astaafu na aache ulalamishi.